Lakini kubwa ni ya ndani ya shirika, ndio lengo lilikuwa. Kazi ni nyingi sana, amesema hapa, sio mabarabara, huko tunanyoshwa vidole na nini, lakini fedha ni nyingi sana zinatumika. Sisi tunao watu, tunao mainjinia, tunao vifaa, kwa nini kazi zipewe watu wa nje? watumishi ni wakwetu, hawadai mishahara ya kazi zenu, ndio unafuu wenyewe. Ni kutoka ndani ya jengo hili katikati kabisa ya jiji la Arusha, na huu ni uzinduzi rasmi wa bodi ya wakurugenzi wa kampuni tanzu ya uwekezaji shirika la hifadhi za taifa Tanzania TANAPA kwa kifupi TIL. Afande Generali, mkuu wa majeshi mstaafu, George Waitara mwenyekiti wa bodi ya wadhamini shirika la hifadhi za taifa Tanzania TANAPA ndiye mgeni wa heshima katika tukio hili muhimu, adhim na akram katika mustakabali mzima wa maendeleo ya utekelezaji wa miradi mbalimbali mbali ndani ya shirika la hifadhi za taifa Tanzania Tanapa. Tunaanza na kazi za ndani, hilo ndio jukumu la msingi. Tamaa nyingine hiyo, walianza tu hiyo ni kutafuta seed money wakati fedha ilikuwa haipo lakini ni kazi za ndani, na msitafute miradi mingi sana. Ukikamilika kikamilifu, vinginevyo mtakuwa na viporo, kwa sababu mtasema fedha, pesa huu haujakamilika, huu haujakamilika, fedha ya huu inakuja, mnahamishia kwingine. Mwache hilo. Mhandisi Daktari Richard Matolo ndiye mtendaji mkuu wa kampuni hii mpya tanzu ndani ya Tanapa. Kutokana na faida ambazo tutakuwa tunapata, tutanunua mitambo iko kwa mpango, kwa sababu nia sio kuparalyze hifadhi hifadhini. Bado kuna departments, hatuna maana ya kuua, lakini zitaendelea kufanya kazi ile ndogo ndogo. Kubwa zitakuja kwenye kampuni ambayo tumeanzisha wenyewe, ili tusaidie kuondokana na zile changamoto ambazo ili,